Habari, jina langu naitwa Madison Sadiq, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule ya uandishi wa habari SGMC. Kwangu mimi nataka kushare experience yangu e, nikiwa hapa SGMC. SGMC nimeona ni chaguo sahihi kwa mtu yeyote yule ambaye ana ndoto ya kuja kuwa mwanahabari bora, achague SGMC kwa sababu kuna vifaa vya kujifunzia, kuna radio station ambayo mtu utafanya mazoezi ya kile ambacho unajifunza theoretically darasani, lakini pia kuna TV pia utafanya mazoezi, kwa ukienda huko mtaani baada ya kuitim chuo huendi kuteseka, lakini pia kuna nafasi ya kwenda kufanya field kupata experience kwenye media ambazo ziko nje na e, eh, eh, Mlimani Radio pamoja na Mlimani TV. Aa, ah, kitu kikubwa ukiwa hapa unakuwa comfortable, unakuwa comfortable. Tukizungumzia comfortability, comfortability ndio inawafanya watu eh, wawe bora kwenye kujifunza, utulivu kwenye akili, utulivu wa mazingira hapa. si GMC ukiwa na ukiwa stressed, mfano kama mimi nikiisi niko stressed, naenda zangu redioni na, naangalia kipindi vipindi vinavyoendelea, maybe kama ni playlist, naanza ku, ku, ku, ku, ku, kuweka playlist kwenye redio, watu wanakuwa nasikiliza nami nakuwa naimba kwa sauti koo, nikitoka huko niko sawa kabisa kuna mazingira safi, kuna vimbweta ambavyo mtu utakuta unakaa unapata hewa safi. Kwao unakuta kuna namna yoyote namna nyingi ambazo unaweza kurelax na kichwa ikatulia. Ukiwa na changamoto yoyote ile ambayo unaona kwamba inakuchanganya kisaikolojia, unaweza kuenda, kuna watu wa mental health ambao wapo hapa hapa UDSM, kuna washirikisha kile ambacho kinakusibu, wanakusaidia. Kwangu mimi, e, vitu ambavyo vina huaga vina, vinanichanganya vina, vina vina sana ni hasa ratiba za masomo, lakini pia nina shughuli zangu mitaani ambazo zinanisaidia kupushi kiuchumi hapa na pale. Kwa sometime ratiba za masomo zinaingilia na ile shughuli ambayo pia ni muhimu, na vyote natakiwa nifanya kwa wakati mmoja, kwa nakuta napata ugumu, kipi nichague sasa hivi cha kufanya. Lakini yote kwa yote, namshukuru Mungu kwa sababu walimu walioko hapa marekcho, walioko hapa, wanakupa nafasi ya kuomba ruhusa kwamba bana, leo ninaudhuru na hichi na hichi na hichi ambavyo vimenibana. Kwao unachagua kile ambacho ni muhimu zaidi unakifanya kwa muda huo ukirudi unaendelea na session. Wanafunzi wa chuo kikuu hukabiliwa na ratiba ngumu za masomo, mitihani ya mfululizo, matatizo ya kifedha na mahusiano ya kijamii. Katika Chuo Kikuu cha Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma, changamoto hizi huambatana na presha ya kufanya kazi za kiuhabari zinazohitaji ubunifu wa hali ya juu. Afya ya akili ni afya halisi na wanafunzi wa SGMC wanahitaji zaidi kalamu na daftari wanahitaji